Sauti ya Uponyaji elfu mbili na kumi na moja uponyaji mazabibu. Haya ndiyo sababu, kupitia watu walikuwa wameniambia kwamba aa, ni kipi hasa ambacho kilikuvutia mpaka ukaamini kwamba mazabibu hii naka, kilichonivutia kuna watu nilikuwa ninakuta hapa, wengine walikuwa hawaoni macho, watu wameona, walikuwa hawatembei, wametembea wengi tu, yani mambo mengi sana yalinivutia hapa, kana mimi nikazungusika hapa nikapona. Natamani kuambia kitu gani ni watazamaji wa sauti chifira, kinipia, wa kusuliza, kinipia, kutazama, ya Uponyaji TV lakini pia wasikilizaji wa Neno Jema ambao wakati huo wanakusikiliza pia wanakutazama kuhusiana na madhabahu ya Mungu. Ninachotamani kuambia, wasikate tamaa, waje mahali hapo, wasikie maneno yake kusema kama sauti oponiani, ya Uponyaji hakuna uponyaji, ni yeye anatumia nani simu na nani. Hiyo hizo vitu ni hakuna. Nilipoteza pesa sana, kuniliwa hela sana kwa ganda lakini kufika hapa nipokea uponyaji. Na na mambo mengi sana yaipokea a iaa isa ima o yapata hapa. Amen. Na huyo ni mama